Ile wewe wa kwanza sio kwenye database inapotea, na hapo kwenye database inapotea kwanza level gani na, unaingia kwenye database, tunaendelea kusema yeah. Mm. Kwamba tutambue kwamba zinapotokea kazi, labda tulitangaza kazi ya afisa mazingira, si ndio? Mm. Ukaomba ukaingia kwenye, kwenye database wakati huo tukatangaza kazi nyingine ambayo sio ya afisa mazingira, labda ni ya mchumi. mm -hmm. Unaona, ila ni fursa nyingine, dirisha jingine tumekupa uweze kufanya, na kwa kuwa ulishaingia ukaingia kwenye database ukuongoza nenda kwenye fursa nyingine changamkia, kuliko useme tu mimi niliingia kwenye database na subiri. Na unapokuwa unasubiri, database ile inatoa kuanzia mshindo wa juu mpaka wa chini. Sasa wewe umeingia kwenye database, tumekuambia una alama 60 huko kwenye database, lakini huko ni mtu wa mia nne hamsini kuna wenzako wako tisini tisini themanini na tisa themanini na ngapi, wamefungana mpaka kukufikia wewe. Kwa hiyo tulidhani sisi kwamba e, unapomwambia niko kwenye database unamfanya apunguze nguvu za kutafuta nafasi zake mwenyewe, na hivyo wanapunguza nguvu ili ya kujiandaa. Na database yetu inadumu kwa muda niyo, najibu sana maswali yao. mm-hmm. ina inam- inadumu ina kwa muda wa mwaka mmoja, awali ilikuwa ni miezi sita, lakini sasa ni mwaka mmoja. Kwa hiyo utakaa kwenye database yetu kwa muda wa mwaka mmoja kwa kada ambayo umeingia kwenye oral interview. Wale wanaoingia kwenye oral interview mm, na kufaulu kwa alama za ufaulu ndio ambao tunaoingiza kwenye database yetu, na alama zetu za ufaulu zinaanzia alama hamsini na kuendelea kwa kada za ajira za kawaida, na wale ambao mm, ni wana wanataaluma ni alama sabini na kuendelea. Na yes, ni alama sabini na kuendelea kwa kwa wale ambao wanafanya nafasi ama ajira kwenye taasisi za elimu watambue kwamba ufaulu wao ni alama sabini na kuendelea. Naweza kama amepata sitini na tano hapo anakuwa amefeli kwa kada hizi ambazo si za kitaaluma ni alama hamsini na kuendelea mm. kwa hiyo wewe jiulize tu kwamba utakuwa kwenye database yes, lakini ni wangapi? Kwa sababu hiyo kuwa wangapi pia unaweza usijue unaweza ukawa wa hamsini wa sitini, na hizi nafasi ili uweze kutoka kwenye kutolewa kwenye database ni mpaka ziwepo nafasi. Kwa hiyo, kwa kujibu maswali yenu vizuri, ni kwamba nianze kueleza, tunayo database ambayo inahifadhi e, wale waliofaulu vizuri na ndio ambao wanaweza wakapata kazi pale ambapo nafasi za ajira zimejitokeza kutoka kwa waajili wengine. Mm. Kwa hiyo, unaweza ukafanya usaili leo huu, lakini baada ya miezi miwili mitatu tayari hapo hapo ukaona umeitwa kazini kwenda kwenye kituo kingine ambacho hujafanyia interview, na hii ndio faida hasa ya kuwa na Sekretarieti ya Ajira. Tunawaleta wengi eneo moja, tunawafanyia usaili mkiwa wengi, tunachukua wale mliofaulu na kuingiza kwenye database, na wale waliofeli pia tunaweka kwenye database yetu kwa kumbukumbu, kwamba ukija kulalamika siku nyingine, tutakuonyesha matokeo yako na namna ambavyo, tutakuonyesha tu kwa sababu ni rahisi, tutakuonyesha kwamba chungulia mahala hapa mm. Utaona. Kwa hiyo niseme tu kwamba database inadumu kwa mwaka mmoja, na ina inawatoa wasailiwa kulingana na ufaulu wao mm. Kwa hiyo mimi niwaase vijana wasibweteke, waingie kwenye database mara nyingi nyingi, ili uwezekano wao kutoka na kupata ajira uwe ni mkubwa mkubwa zaidi. Faulu ah. Unapofaulu kwenye usaili huu ukawa watano ukafanya usaili huu ukawa wa kumi mm -hmm. ukafanya usaili huu ukawa wangapi, inakupa wigo mpana zikitokea kada zile ambazo ah, ulifanyia usaili wewe, kupata kazi kuliko kusema tu niliwekwa kwenye database alafu, wakati huo huo sisi hatupate vibali vya kujaza nafasi ile ambayo kweli mm -hmm. uliingia kwenye kwenye database, na wakati mwingine uliingia kwenye database hii ukiwa mtu wa hamsini. Lakini kwenye hii huku umeshajifunza, umeingia, umekuwa watano kwa una...